Hayo ameyasema mkuu wa wilaya ya Singida Godwin Gondwe ya kuwa wilaya ya Singida imeona thamani yao kwa kulinda amani ya mkoa wa Singida katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Wale mwapakiza katika bodaboda ambao mliwasikia tu wanazungumza vitu avyeleweki avilewe, mkawaambia naomba nipite hapa kidogo nimsalimie kaka yangu anafanya kazi hapa hivi na mkaingia naye pale kwenye kituo cha polisi na mkaingia polisi, kawambia jamani awatu wenu kwenye dada kwenye bajaji pale, na tuliwakamata. Hongereni sana ndugu zangu, hili ni jambo la ajabu na jambo la pekee sana, na hajatokea mara moja mara mbili wala mara tatu. Mara zote navkubaliana akiwa pahela chukweli, lakini lindeni amani yetu. Mmeilinda amani ya wilaya ya Singida, hongereni sana. Aidha amesema kuwa baada ya hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa kuapishwa kwake, mkuu wa mkoa wa Singida amemtuma akawape salamu za kheri maafisa usafirishaji kwa kazi nzuri. Mheshimiwa mkuu mkoa walimardeka mtuma niwaambie wanasikiliza leo kwamba moja ya kazi kubwa iliyofanywa na maafisa usafirishaji, moja ya kazi kubwa iliyofanywa na maafisa usalama wasaidizi wilaya ya Singida na mkoa wake wa Singida ni hawa ambao nyinyi mnawaita boda boda na majaji, lakini mheshimiwa mkuu mkoa anasema hawa ni maafisa wa usalama wasaidizi. Hongereni sana ndugu zangu, mmekwenda kuwa mabalozi wakubwa na wazuri katika wilaya yetu ya Singida. Mimi namshukuru mheshimiwa sana mkuu mkoa kwa namna bora ambayo amelea kutuelekeza, na akawaita kwenye ofisi yake pale mkoani viongozi wenu, na naamini mlipata salamu zake, si ndiyo? Ndugu zangu si mlipata salamu zake? Kwa kupitia kikao hicho mkuu wa mkoa wa Singida amepiga simu moja kwa moja na kuwapa salamu za pongezi maafisa usafirishaji na, na. kumbu ya Singida Asante. Ya kazi ya kizalendo, kazi ya utu, kazi iliyotuheshimisha Wanasingida na Gondwe na kuagiza tafuta eneo, na nataka tujenge mnara, niweke picha za viongozi wazalendo, vijana watakaozaliwa waje kuiga. Kwa upande wa maafisa usafirishaji wamepokea pongezi hizo na kuahidi kuendelea kuilinda amani ya nchi popote ilipo, kwa gharama yoyote. Mimi binafsi nifurahika sana kwa jambo hili. Kwanza, kupongezwa na mkuu wa mkoa ni jambo kubwa sana. Kwa sisi ndugu zetu wa kituo na wakanda, waendelee kuwasisiza watu wao kuhakikisha kila eneo lolote limeimarisha ulinzi, na kama tulivyokubaliana, kila mmoja ee kituo lazima atambulike na kituo chake.